Kwanza ni ya Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan, ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anagombea nafasi hiyo kwa niaba ya tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini na mimi niko hapa, mheshimiwa mbunge, natetea jimbo langu, jimbo la Sengerema, na yuko hapa mheshimiwa diwani naye anatetea nafasi yake kama diwani katika kata ya Kishinda. Wote nyinyi mnaotuona hapa ni kwamba tumefanya kazi kwa ubora wa hali ya juu na tunakuja hapa kwenu kifua mbele. Ndugu zangu wana wa Kishinda, tulikuja hapa kwenu tulikuta kuna madhila mengi. Tumekuta hakuna barabara za kuingia Kishinda wala kutoka Kishinda. Tumefanya kazi kubwa kwenye eneo hilo. Tumekuta eneo hili halina maji kabisa, na bado hatujamaliza kadhia ya maji, lakini mlikuwa mna shida ya bwawa Tumekuja hapa tukarekebisha bwawa. Tumekuja hapa ndugu zanguni, madarasa yalikuwa ni machache, shule ya sekondari tumeleta madarasa shule ya sekondari. Shule ya msingi pia kulikuwa kuna kazi pale, madarasa yalikuwa yamebakia hayajafanyiwa kazi, tumemaliza kazi hiyo. Ndugu zanguni, tunayo ya kufanya sasa. La kwanza ndugu zanguni, tunakuja kuleta mradi wa maji, na mradi huu unaanzia sima kuja kwenye kijiji chenu tunyenye kinakuja kwenye kitongoji hicho hapo kabla ya daraja, wanapahitaji hapo Kafunzo. Lakini maji haya tunataka yaende Mwakidema, na maji haya tunataka yaende mpaka Isa. Ili kuhakikisha maji haya yanatoka, tunakuja kujenga tenki jipya. Tutajenga tenki hapa jipya, ingalau kwa chini liwe na lita laki moja ili kuweza kuwahudumia wananchi wote wa kata hii ya Kishinda. Kuhusiana na swala la afya, tumeboresha elimu tumeboresha huduma ya afya kwenu hapa. Kilichobakia ni kwamba tunaleta tunaleta mtu wa maabara, mtaalamu wa maabara tutamleta hapa na darubini, tuhakikishe kabisa kwamba kazi za afya zinafanyika. Mimi nakwenda kutafuta pesa za kituo cha afya, lakini kwa sasa kituo cha afya ambacho kwenye ukanda huu kimetakiwa kujengwa ni kituo cha Buyagu. Hiki kituo cha kwenu nakwenda kutafuta pesa, nieleweke hivyo, na wala msiye mkamlaumu diwani. Hii nataka niongee wazi, vituo vinavyokuja kujengwa kwa sasa hivi viko vine. Kuna kituo cha Nyarwambu, ni kilometa ni kilometa ishirini, kilometa thelathini na sita kutokea Nyarwambu mpaka Sengerema, ndio tunawapelekea kituo cha afya. Serikali inapeleka kwenye maeneo kwanza ambayo ni marefu. Kituo cha pili kinachokuja kujengwa ni kituo cha, cha, cha Elekanilo. Elekanilo, kutoka Elekanilo mpaka Sengerema kwenye hospitali ya wilaya kilomita 30. Kituo kingine kinachokuja kujengwa ni kituo cha Kasungamile ndio kinachokuja kujengwa, kituo cha tatu. Kituo cha nne kinakuja kujengwa ni Buyago kilomita 30. Hivyo ndio vituo ambavyo viko kwenye mradi wa pesa zake. Kituo hiki kimo kwenye bajeti, tumekiombea kituo cha afya cha kwenu, asilaumiwe Chokoro kwamba eti hela zake hazijaje amekula Chokoro. Aa, sisi tumeanza na mimi nimeshatoa tofali hapo na eneo tayari limeshatafutwa na wapongezeni sana watu wa Isevia watu wa Kishinda kupata eneo la kujenga kituo cha afya. Miradi ya serikali inakwenda awamu kwa awamu. Tumejenga kituo cha afya Ngoma B, tumejenga kituo cha afya Kanyerele, tumejenga kituo cha afya Kijuka, tumejenga kituo cha afya hivi. Ni vituo vipya, kuna Busisi, hivyo ni vituo vipya. Tumejenga kituo cha afya Sima. Kuna maeneo mengine ambayo hivi tunavyozungumza na nyinyi vituo vyetu bado vinaendelea kujengwa Nyarwambu pamoja na Elekanilo. Ndugu zanguni, swala la barabara tunakuja kuwatengenezea barabara. Barabara hii ya Mwakidema tumeanza kuitoboa, iko hapa, mlinielekeza siku hiyo panatakiwa kuwekwa daraja. Msiwe na wasiwasi, mwenyekiti wa serikali ya kijiji, daraja linakuja kuwekwa na watu wa Tandon. Tunahakikisha barabara hii inatokea Itonjambasa inakwenda kutokezea Bitoto. Ndugu zanguni, miradi inatekelezwa tutatengeneza barabara la kutokea hapo, hapo darajani kwenda Kafunzo. Swala la barabara tumetengeneza barabara, hazijawahi kutengenezwa kwenye kata yoyote Sengerema. Jipigieni makofi, mpigieni makofi diwani wenu. Kazi iliyofanyika hapa ya barabara haijawahi kutengenezwa popote kwenye hili jimbo. Tumetoboa barabara mpya kabisa ya kutoka Tabaruka kuja hapa, haikuwa hata kwenye akili zenu barabara hii sasa inapitika na kuna kazi ndogo tu iliyobakia, lakini tumetengeneza madaraja mbugani na kazi zinaendelea. Tumetengeneza barabara hii kutokea Isole. Leo mvua zinanyesha, watu wa Kishinda unaamua mahala gani uende? Ukipitia Tabaruka utafika Sengerema, ukipitia hii njia kwenda Tunyenye utafika Sengerema. Daraja iliokuwa linawasumbua mimi mwenyewe nilifanya kazi hapo, mliniona napanga mawe tukiwa na mtendaji wa kijiji hiki Pigeni makofi huyo mtendaji. Jamaa mmoja mrefu. Sio alihamishwa yule mtendaji? ha miso